kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi inatoa taarifa kamili bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Kwa hiyo tunaona hii ni taarifa kutoka katika bodi ya ligi kuu Tanzania Bara wakithibitisha kuahirisha mchezo wa klabu ya soka Simba, ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Simba na Yanga sports Club kuweza kuahirishwa kupitia viozi, viongozi mbalimbali mbali wa klabu ya soka Yanga wakiongozwa na mwanasheria wameweza kureact na kutoa maoni mwao, tukianzia huyu ni Arafat Haji ambaye ni makamu rais wa Kosi Yanga, yeye anasemaje? Arafat Haji kwa mujibu wa taarifa yake anasema, nitakuwa mwisho kuamini kuwa kwa msimu wa mwaka elfu mbili ishirini na tano, Young Africans itacheza mchezo mwingine wa debi zaidi uliokuwa umepangwa tarehe nane mwezi wa tatu mwaka 2023 na baada ya fatiaji akimaanisha kwamba wao wanaamini mchezo huu utachezwa tu, hakuna mchezo mwingine ambao utakwenda kuchezwa. Lakini alikamwe yeye kama kawaida, ameweza kutoa taarifa na kusema kikosi cha Young Africans kitawasili uwanja wa Mkapa saa 11 jioni kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa leo wa Kariakoo Debi, hakuna kipengele, karibuni kwa Mkapa wananchi. Huyo ni alikamwe pia akisitiza kwamba bado kikosi kitawasili katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini Haji Sunday Manara yeye ameweza kufunguka na kusema kwamba anamwomba rais wa klabu ya Yanga Engineer Said asije kukubali kwa namna yoyote ile mechi hii irudiwe kuchezwa tofauti na hii leo. Kama itatokea wamegomea mechi, basi wacha kanuni zifuatwe na wenye haki apate kilicho chake. Huyo ni Haji Sunday Manara, naye pia akiamini mchezo huu unatakiwa kuchezwa leo. Lakini kupitia mwanasheria wa klabu ya soka ya Yanga Simoni Patrick yeye anasemaje? Kwa sababu yeye ndo mtu wa taarifa ambaye kwa upande mwingine anatoa taarifa kuhusiana na matukio ya Simon Patrick. Ujumbe wake wa kwa kwanza, anasema kamati ya uendeshaji wa ligi haina mamlaka ya kukaa na kujadili mechi ambayo haijachezwa. Kimahesabu mnaahirisha mchezo ili kuizuia Yanga kupata alama tatu na kuipokonya timu iliyogoma alama kumi na tano. Viongozi wetu msije kukubali jambo hili, akaandika na kusema tena. Kamati uendeshaji wa ligi haina mamlaka ya kukaa na kujadili mechi ambayo haijachezwa. Kamati imeeleza kuwa watani zetu hawakukwasiliana na afisa yeyote wa mchezo timu mwenyeji wala mamlaka husika, lakini bado wakaamua kuahirisha mchezo. Kimahesabu mnaahirisha mchezo ili kuizuia ya yanga kupata alama tatu na kuipokonya timu iliyogoma alama kumi na tano viongozi wetu msikubali jambo hili huyo ni mwanasheria wa yanga akimaanisha kwamba mchezo huu bado unatakiwa kwenda kujadiliwa katika kamati kwa sababu kimahesabu yanga wao wapo sahihi huku simba wao wa ndiyo pia wamegoma kwenda uwanjani